Uendelee kusoma hii. Lakini Bwana akashuka kuuona ule mji na ule mnara waliojenga wanadamu. Bwana akasema, tazameni, ni taifa moja, nao wote wana lugha moja. Hiki ni mwanzo wa kile watakachofanya, sasa hakitakuwa na jambo lolote watakalokusudia kufanya lisilowezekana kwao. Mungu akaona nia yao mbaya na akaingilia kati, njoni tushuke, tuichanganye lugha yao huko, ili asielewane na lugha ya mwenzake. Basi Bwana akawaongoa kutoka huko kwenda uso wa dunia yote, wakaiacha kujengea huo mji. Kwa sababu ya haya, jina lake likaitwa Babeli kwa maana huko ndiko Bwana alipaichanganya lugha ya dunia yote. Kutoka huko Bwana aliwaongoa uso wa dunia yote. Huu ni mchakato wa hukumu lakini pia wa rehema, Mungu akazuia uovu mkuu zaidi. Kuna mambo mengi tunayoyapita wakati tunasoma hadithi hii. Kwanza, walikuwa wakitumia bitumeni. Hii ni teknolojia ya hali ya juu ya wakati huo ikionyesha ustadi wao mkuu. Pili, walikuwa na lugha moja na maneno machache. Hii inaonyesha umoja mkuu ambao ulikuwepo baada ya gharika. Tatu, Mungu alisema tushuke. Hii ni ishara ya utatu wa kidini katika kazi ya hukumu. Nne, walikuwa mashariki ya Edeni, walikuwa wamesogea zaidi kutoka mahali Mungu alipowaeka. Tano, walitaka kuepuka kutawanyika lakini hii ilikuwa ni agizo la Mungu kutoka mwanzo saa moja na madakika 28 na na tisa moja. Walikuwa wakiasi dhidi ya agizo la Mungu kwa kuwa hawataki kueneza katika dunia. Hadithi hii inatuonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Umoja wa binadamu ulibadilika kuwa kutawanyika kwa mataifa, dhambi inavunja umoja na kuongoza katika utengano. Ujenzi wa jina la binadamu ulibadilika kuwa utukufu wa jina la Mungu; binadamu walitaka kutukuzwa badala ya kumtukuza Muumba wao. Uasi wa kijamii ulibadilika kuwa hukumu ya kiungu; Mungu haitikii kiburi na uasi. Haya ni mfano wa jinsi dhambi inavyoongoza binadamu kugeuka kutoka utii kwenda uasi, kutoka umoja kwenda mgawanyiko, kutoka utukufu wa Mungu kwenda utukuzu wa mwenyewe. Kutoka juu hapa ninaona binadamu wakijaribu kufikia anga. Je, hawajui kwamba tu sisi ndege tunaweza kuruka juu kwa ruhusa ya Mungu pekee? Tai, ninahisi huzuni kubwa. Walikuwa na amani na umoja, lakini sasa wanajaribu kuwa kama Mungu. Amani itapotea. Sasa naona lugha zikibadilika. Hawaelewani tena. Ujenzi umesimama. Watakuwa wakatawanyika kama Mungu alivyoagiza mwanzoni umbaji unalia tena kwa sababu ya uasi wa binadamu. Lakini Mungu ni mwenye rehema, atafanya njia ya kuwarudisha. Somo la leo lina maana kubwa kwetu leo. Kwanza, lazima tuepuke kiburi na kutafuta sifa za kidunia. Badala yake, tunapaswa kutafuta jina la Mungu pekee. Pili, tunapaswa kumsihi Mungu katika mipango yetu yote na kuomba utongozi wake Tatu, tunapaswa kuamini katika mpango wa Mungu wa kutawanyika na kueneza Injili duniani kote. Nne, tunapaswa kutumia vipawa vyetu kumtukuza Mungu, si kujitukuza sisi wenyewe. Kama Wakristo hatutakusudi kujenga majina yetu, bali kujenga ufalme wa Mungu. Tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu anataka tueneze katika dunia yote, sio kujikusanyisha kwa ajili ya sifa zetu. Tuombe pamoja. Hu Mungu wetu mkuu, tunakuomba msamaha kwa nyakati ambazo tumejaribu kujipata majina yetu badala ya kukutukuza wewe. Tunaomba unituongoe katika unyenyekevu na utii. Tusaidie kueneza injili yako duniani kote, kama ulivyotuagiza. Tufanye kazi pamoja kama kanisa lako, sio kwa sifa zetu, bali kwa utukufu wako. Tutumie katika kujenga ufalme wako, sio mamlaka zetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba.